Kuta mtu yuko serious na vitu vyake wanakutania bila yani, huko kwenye mood ya matani. Umeona mtu ana force. Kwa mimi, mimi ishanitokea mtu ishaye kunitania tena vibaya, sio kunitania tu, alinitukana kwa sababu, umeona? Ani alivyochanika ni pakubwa kama vile alikatwa na kisu, umeona, lakini mimi nipiga kidogo tu. Kwa jina naitwa Julius Chaz, ni mzaliwa wa Mwanza, Mwanza town pale Nyerere Road pale, pale, nimekulia karibia na hospitali ya Bugando. Mwona, na nimesoma shule ya msingi inaitwa Lord Baden Powell. Nimesoma kidato cha kwanza mpaka cha nne. Baadaye nimetoka pale nikaja kusoma mwingi hapo. Nasoma koleji moja inaitwa Mesa Ki Open School. Sasa hivi niko kidato cha tano katika hiyo hiyo college. Katika familia yetu ya baba na mama tuko watoto saba. Mimi katika watoto saba ni mtoto wa pili. Mwona, lakini familia ya kwetu kiukweli, baba yangu ni marehemu. Sasa hivi alikuwa ni, ni mtu wa kawaida, ni mfupi tu, na mama yangu pia ni wa kawaida. Hata ndugu zangu wengine tuliozaliwa nao, mimi tu ndo nilibahatika kuwa hivi nilivyo, umeona kwenye ukokoo, ila si, sijui kama kulikuwa na mtu mrefu, sijajua bado. Safari yangu ya kutoka Mwanza mpaka Dar, nakumbuka kati nilipomaliza darasa saba, kuna mzee mmoja aliniona anaitwa Kanali Kipingu ambaye sasa ana shule yake inaitwa Lord Baden Powell. Kwa hiyo mimi aliniona na ule mzee wakaanza kutafuta tafuta vipaji mikoani. Alivoniona mimi akanichukua akanipeleka kwenye academy yake ya michezo nikawa nacheza basket na ndipo sehemu nilipojifunzia mimi basketball, ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na mbili. Kwa hiyo alivonichukua akanipeleka pale nimesoma kuanzia form 1 mpaka kwa mara kwanza, wakati tunafika shule yani, wao walifikiri ni Hashim Sabiti kafika Lord Baden Powell Memorial School, lakini kumbe sio. Wengi wanifananisha sana na Hashim Sabiti, kwa hiyo walikuwa wanita Hashim, lakini baada ya kugundua kama mimi sio Hashim, naitwa Julius Charles, kwa hiyo wakanizoea hivyo hivyo, jina mboko wanita ni Julius, jina la kwangu mimi <laughs> Kwa kwanza mimi sipendi kabisa kuitwa toro, yani sipendi kikweli, yani yani wa sipendi. Kuna wengine wananiita, kuna wengine wananiita sometimes, samtime siitiki, kuna wengine nawaitikia tu kwa ila sija sijafurahia, aga sipendi Kusafiri kwangu ni mgumu, yaani hata hizo daladala ambazo napandaga huwa napanda tu kwa sababu ya shida, kwa sababu nataka nitoke sehemu moja nifike sehemu nyingine, na ni lazima tu nipande japo ni shida sana. Shida ni usumbufu viti, yaani viti wakuta viti vya daladala ni vidogo sana, umeona? Alafu changamoto nyingine, nikikuta watu wamejaa, lazima nisimame, na nikisimama, lazima naumia, naumia mgongo kwa sababu yupo fupi sana, kwa kutana mmeinama hivi. Niongelee kwanza watu kunishangaa ghafla. Yaani ni wengi sana, umeona? Ni wengi ambao nakutana nao barabarani. Kuna kuna ambao kuna ambao hawaamini kukutana mimi, wanakimbia. Sasa ile waga mimi. Mimi ile waga mimi sipendi, yani na yani waga yananiumiza. Ni kwa nini, ni kwa nini kakutana mimi afu kak, kakimbia? Umeona? Wala jiuliza mimi ananichukuliaje? Kwa hiyo waga wewe unaniumiza na kuna tukio moja ambalo, kuna, siku nienda kuangalia mpira usiku wa Arsenal. Mimi ni shabiki wa Arsenal e, alikuwa anacheza kwa mechi yake na Barcelona kwenye UEFA Champions League. Kwa hiyo wakati wa kurudi home, uchochoro lazima nikunje hivi ningie maskani sasa wakati nakunja hivi, kuna mtu kuna mtu naye alikuwa anakuja, umeona alikuwa hajaniona. Sasa yani mimi nimefika hivi sema mimi niko hapa hivi yuko pale, alivyoniona tu yani akapiga beki akarudi, aka, akakimbia umeona? Sasa sikujua akakimbia nini, nilipojaribu kumsimamisha ndo kaongeza mwendo. Sasa sijui tatizo nini. Umeona? Sasa kwa watu ambao wanasema, wapo watu wengi wanasema kwamba mimi ni, ni ndo mrefu Tanzania nzima, lakini mimi nakataa, mimi sio mrefu Tanzania nzima, kwa sababu mimi nafahamu kabisa Mtanzania mwenzangu Ashim Sabiti ni mrefu zaidi yangu na yupo japo anacheza basketi Marekani, huwa anakwenda na kurudi, bado ni Mtanzania na yeye ndo anaongoza kwa urefu na ataendelea kubaki yeye kama yeye nakumbuka kuna kitu kilitokea na watu wakaanza wakanizungumzia. Kuna wengine walinizungumzia kwa mazuri, wengine kwa mabaya. Ni kwa sababu sisi wajua, wanafunzi, wanafunzi wengi wakorofi sana, na mimi kama kunitania wa, huwa tunataniana, baadhi ya wanafunzi, kuna ambao tumezoea tunataniana, lakini wajua, kuna sometime unakuta mtu yuko serious na vitu vyake, wanakutania bila yani, yani uko kwenye mudi ya matani, unaona mtu ana force kwa mimi, imeshanitokea mtu ashae kunitania tena vibaya, sio kunitania tu, alinitukana. Umeona, kwa sababu kanizoea, kanizoea na mimi kanitukana. Kwa hiyo mimi situation, kwa sababu nilipanda na hasira, mimi bila damu, nilimpiga tu, nilimpiga tu kibao kwa hasira, ni kibao, akachanika taya hii. Umeona alivyo, yani alivochanika ni pakubwa, kama vile alikatwa na kisu, umeona, lakini mimi nilimpiga kidogo tu. Sasa raia wajua wanafunzi wakaweza kundiskasi siu mimi mchokozi mwenyewe kazingua Sasa watu kwa mengi nifamu mimi, mimi jinsi nilivo, Julius yuko hivi hivi na hivi, hawakuamini kama mimi nilimpiga yule bila sababu. Watu wengi wa kwamba watu wenye mili mikubwa kama sisi ambao tumebarikiwa majanti kwamba waga ni wakorofi sana, lakini kiupande wangu sio hivyo. Sio kila mmoja nakubali na, na, na, wapo wachache, ni wachache wapo, lakini sio wote. Na wengi watu wetu kama sisi warefu huwa ni wapole sana, na mimi nikiwepo mmoja wapo ani mimi, waga sina sina sina matatizo na mtu mtu yoyote na mheshimu mkubwa mdogo, umeona. Na kuna wengine hadi huwa wana support kunitania lakini navumilia, najua ni sehemu ya matani umona. Sijai kumkosea mtu, mfanya mtu kitu kibaya. Kwa sababu ndo ndo malezi niolewa na familiayangu namshukuru mama yangu amenilea katika mazingira bora hadi kufikia kwa sasa. Kwa watu wanasema, wapo watu wengi wanasema kwamba mimi ni, ni ndo mrefu Tanzania nzima lakini mimi mimi sio mrefu Tanzania nzima sababu mimi nafahamu kabisa Mtanzania mwenzangu Ashim Sabiti ni mrefu zaidi yangu, na yupo japo anacheza basket Marekani, huwa anakwenda na kurudi, bado ni Mtanzania na yeye ndo anaongoza kwa urefu na ataendelea kubaki yeye kama yeye, na mimi kama labda nitamfuatia labda mimi ndo nitafuata, nitakuwa wa pili. Ashim ana urefu wa futi saba na nchi nne mimi na urefu wa futi saba na nchi mbili Size yangu ya kiatu, navaa namba 18 UK kwa kibongobongo sitina sita, sitina sita. <laughs> vipo sometimes, Karume. Vipo Karume, Kariakoo huwa vipo, akiso vingi naweza nikuta hapa kuna pia mbili au tatu tofauti na vingine kama vya. vitanda vikubwa vipo vipo vipo hadi sita kwa saba, sita kwa ngapi, yaani kuna vitanda fulani hivi ni vikubwa n yani, sita kwa sita kila upande, kienikiala fresh natosha Yeah? Yeah. Ila kwa sasa, kwa sasa shule hostel natumia vitanda vya kawaida tu na bodeka yeah, kawaida za wanafunzi nimesha vizoea sasa, ila mwanzoni napata tabu. Nimesha zoea toka shule nikotoka huko mpaka sasa hivi kwa nimeshazoea, najua jinsi ya kulala <ti> Kwanza sisi wanafunzi hatulali sana, masaa machache, masa macha tu, mbona.